Ndugu mwenyekiti na wafanyakazi wenzangu, hivi punde nimesikia risala yenu iliyosomwa kwa niaba ya wafanyakazi wote. Naomba kwa ruhusa yenu niweze kutoa ufafanuzi wa masuala yaliyoelezwa kwenye risala kama ifuatavyo. Ndugu mwenyekiti na wafanyakazi, ni ukweli kuwa lengo la serikali ni kuendelea kuboresha maslahi ya wafanyakazi hasa mishahara kwa sekta zote. Miongoni mwa mambo yaliyofanywa na serikali katika kuboresha maslahi ya watumishi ni pamoja na kutungwa kwa sera mpya ya malipo ya mishahara na motisha kwa watumishi wa umma na kuundwa kwa bodi ya mishahara katika utumishi wa umma. Kadhalika, serikali imechukua imekuwa ikichukua hatua mbalimbali mbali, ili kuboresha maslahi ya wafanyakazi kulingana na ukuaji wa uchumi. Napenda kupitia sherehe hizi kuomba wafanyakazi wote kufanya kazi kwa bidii, kulipa kodi mbalimbali mbali, kwa uaminifu mkubwa, kudai risiti pale unaponunua bidhaa na kutoa taarifa kwa wale wote wanaokwepa kulipa kodi. Tukifanya mambo haya, tutasaidia serikali yetu kuongeza mapato na hivyo kuboresha mishahara na maslahi mingine ya watumishi wa umma hali kadhalika walioko sekta binafsi. Ni wito wangu kwenu kuongeza bidii katika maeneo yenu ya kazi ili kuongeza uzalishaji na faida kwa mwajiri ili maslahi na haki za watumishi ziweze pia kuboresha. Ndugu zangu, nasema haya kwa sababu ninao mfano mmoja ambao umenisikitisha sana. Tumesifia hapa kwamba Kagera Shuga wanalipa vizuri, wanatoa bonus na hata Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi na vyama vingine walikwenda kujifunza katika sekta binafsi kupitia Kagera Shuga, lakini katika hali inayotia aibu tulikamata lori zima la saruji ikishushwa kule Muleba. Ikiwa ni njama za wafanyakazi wanamwibia mwajiri saruji ile na kuiuza kwa wakandarasi wanaojenga miradi yetu ya serikali. Hii ni aibu kubwa sana. Sekta binafsi inapambana kupunguza tatizo la ajira nchini. Inapambana kutulipa kodi, inainua uchumi wa nchi. Nyinyi mmepata bahati ya kupata kazi katika sekta hiyo. Katika shirika hilo kubwa mnakwenda kuwa wezi. Unashusha semi trailer nzima ya saruji unaiba. Kwa hiyo, kama umeiba mara kumi ni hasara kiasi gani kwa mwajiri? Na sio hivyo tu, tumeendelea kufuatilia ili kubaini wizi huo umekuwa ukiendelea kwa kipindi gani na washiriki wake ni kina nani, ili kumsaidia mwajiri huyu mwema asiendelee kupoteza mali zake lakini niombe vyama vya wafanyakazi wafanyakazi wezi wa namna hii, msiwatetee hata kidogo, hawafai. Ndugu watumishi wenzangu, swala la ulipaji wa mishahara kwa kuzingatia kima cha chini cha mshahara ni swala la kisheria, na linapaswa kutekelezwa na taasisi zote za umma na binafsi. Hivyo sekta yote ile ambayo haitekelezi swala hili inavunja sheria na ni ukiukwaji mkubwa wa sheria, utawala bora na haki kwa wafanyakazi. Hivyo naelekeza uongozi wa TUCTA mkoa kuwasilisha ofisini kwangu orodha ya wakuu wa taasisi za sekta binafsi hapa mkoani ambao wanakiuka swala hilo la ulipaji wa mishahara ili hatua ziweze kuchukuliwa. Ndugu watumishi wenzangu, ni kweli kabisa kuwa lengo la kuanzishwa kwa mifuko ya jamii nchini ni kuwawekea akiba wafanyakazi wanaotumikia nchi katika nyanja mbalimbali mbali, ili pale wanapohitimisha utumishi wao waweze kuendelea kuishi kwa raha mustarehe. Naungana nanyi wafanyakazi kuwa kuna kila sababu pale mfanyakazi anapostaafu apatiwe mafao yake kwa wakati. Napenda kuwajulisha kuwa serikali ya awamu ya sita Imekwisha liona hilo na tayari imekwishatoa maelekezo kwa mifuko yote ya jamii kuhakikisha wafanyakazi pale wanapostaafu wanapatiwa mafao yao kwa wakati. Nami kwa niaba ya serikali napenda kuahidi kuwa nitafuatilia kwa karibu, ili mafao haya wafanya wa ya wafanyakazi wa staafu yaweze kulipwa kwa wakati hapa mkoani Kagera. Lakini pia nitoe wito kwa waajiri wote kuhakikisha wanapeleka michango ya wafanyakazi kwa wakati ili kisiwe kikwazo wakati wa kulipa mafao yao wanapostaafu. Ndugu viongozi na watumishi wenzangu, katika risala yenu pia mmegusia swala la kuifanyia marekebisho sheria ya ajira na mahusiano kazini sura na ya 366 marejeo ya mwaka 2019 hasa kipengele kinachohusu malipo ya kiinua mgongo ili kiinua mgongo kilipo kwa wafanyakazi wote ili kupunguza hali ya ugumu wa maisha ya wafanyakazi. Nakubaliana nanyi ndugu zangu wafanyakazi, katika hoja hiyo. Niombe sasa vyama vya wafanyakazi kama wadau muhimu kuandaa maoni ya kurekebishwa kwa sheria hiyo ili tuweze kuyawasilisha serikalini yaanze kufanyiwa kazi. Ndugu viongozi na watumishi wenzangu, katika risala iliyosomwa imeelezwa kuwa kuna baadhi ya waajiri kutoka sekta binafsi hasa waajiri wa vyama vya ushirika wanakwamisha mikataba ya hali bora. Kimsingi, kukwamisha mikataba hiyo ya hali bora ni kinyume cha sheria ya ajira na mahusiano kazini. Kwa kuwa swala hilo ni la kisheria, nawaelekeza waajiri wote kutekeleza swala hilo na nitapenda kupitia viongozi wa vyama vya wafanyakazi mkoa kupata orodha ya waajiri ambao wanakiuka sheria hiyo ili hatua ziweze kuchukuliwa. Ndugu viongozi na watumishi wenzangu, kadhalika kadhalika, kwenye risala iliyosomwa pia imeelezwa kuwa kuna baadhi ya waajiri hasa sekta binafsi hawalipi mishahara kwa wakati kama sheria inavyoelekeza. Kupitia hadhara hii, namwagiza Kamishna wa kazi mkoa wa Kagera kufuatilia waajiri wote ambao hawalipi mishahara ya wafanyakazi kwa wakati na ambao wana malimbikizo ya mishahara ya wafanyakazi, kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria, kwani kutolipa mishahara ya watumishi ni ukiukwaji mkubwa wa sheria.